Karibu, tuendelee kuhabarishana juu ya matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Na kwa wakati huu nimekuja na tukio hili kubwa ambalo lilikuwa likiendelea kuzungumziwa kule nchini Rwanda juu ya jambo zima la rais wake kusemekana kwamba amefariki dunia. Haya ni madai ambayo yalijitokeza mara baada ya rais huyu wa Rwanda kutoonekana kwa kipindi fulani, kipindi cha kama wiki mbili hivi. Haya yamejiri mara baada ya rais huyu wa Rwanda kuto kuonekana kwa kipindi cha takriban wiki tatu, jambo ambalo liliwafanya watu wengi kuamini ile mitizamo ya watu tofauti tofauti iliyokuwa ikiwekwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba rais huyu wa Rwanda amefariki dunia. Sasa labda nikukumbushe kwanza kuhusu hizi taarifa vile ambavyo zilikuwa zikizungumzwa kwenye mitandao ya kijamii ambapo taarifa zilikuwa ni nyingi mno, lakini zenye kudai kwamba rais huyu aliweza uh, kupelekwa nchini Ujerumani kwa ajili ya kupatiwa matibabu ya magonjwa kadhaa ambayo watu waliweza kuyaorodhesha ikiwemo ugonjwa wa kansa ya damu, lakini pia ugonjwa wa ini na magonjwa mengine mengi ambayo yaliweza kutajwa, jambo ambalo liliwafanya pia baadhi ya watu kuamini kile ambacho kilikuwa kikizungumzwa lakini baadaye ikaja kutolewa taarifa na jeshi la Rwanda na kudai kwamba rais huyo hajafariki dunia, na watu wapuuze kila taarifa ambayo imekuwa ikizungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu hakuna ukweli kutoka kwenye taarifa hizo ambazo watu wengi walikuwa wakizisambaza mitandaoni na kupelekea taharuki kwa kubwa miongoni mwa wananchi wa kule nchini Rwanda. Lakini sasa, masaa machache baadaye, rais huyu wa Rwanda aliweza kuonekana akiwa kwenye kikao ambapo uh, rais huyu alikutana na mmoja kati ya viongozi huko ambaye kiongozi huyu anafahamika kwa jina la Obasanjo, na aliweza kukutana na Rais Kagame katika kijiji cha Urugwiro. Na Rais Kagame alionekana kuwa ni mtu ambaye yuko sawa kabisa tofauti na vile ambavyo taarifa nyingi zilikuwa zikidai kupitia kwenye mitandao ya kijamii, kwamba rais huyo amefariki dunia, jambo ambalo lilipelekea taharuki kuwa kubwa sana. Lakini sasa jambo kubwa zaidi ambalo lilikuwa likiendelea mitandaoni hatimaye lilivunjwa na taarifa hii, ambapo taarifa rasmi imeweza kutoka juu ya jambo zima ambalo lilikuwa likionekana kuendelea kuzungumzwa kwenye mitandao ya kijamii kwenda kwa rais huyu wa Rwanda, na taarifa ya kukutana na rais huyu ambaye walikuwa wamefika kwa ajili ya kujadiliana ilikuwa ikisema, uh, kwamba na rais wa Rwanda Paul Kagame alikutana na kiongozi wa zamani wa Nigeria siku ya Jumanne, huku ofisi yake ikikanusha uvumi kwamba alikuwa mgonjwa wa kufuatia kutokuonekana hadharani kwa muda mrefu. Kagame mwenye umri wa miaka 67 hakuwa ameonekana hadharani tangu Juni 6, kama inavyothibitishwa na akaunti yake ya X, na kuzusha uvumi mitandaoni na nchini humo kutokana na jukumu lake la kawaida la juhudi na kila mahali. Lakini siku ya Jumanne, ofisi yake ilichapisha picha zake akikutana na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, ambaye amekuwa katika mazungumzo ya amani kuhusu mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Rwanda inashutumiwa kuwaunga mkono waasi wenye silaha wanaopigana na serikali ya Kongo. Kwa Wanyarwanda wengi, Kagame ni shujaa mwenye maono ambaye alifanya nchi kuwa ya kisasa, lakini wengine wanamuona kama mtawala wa kimabavu anayewaondoa wapinzani kwa ujeuri. Kagame alichaguliwa tena mwaka jana kwa muhula wake wa nne kwa zaidi ya asilimia 99 ya kura. Mpinzani mmoja naishi Canada alidai wiki hii kwamba Rais alikuwa akiugua jeraha la ubongo akitibiwa nchini Ujerumani, ingawa chanzo cha kidiplomasia cha Ujerumani kiliambia AFP kuwa hakukuwa na habari inayohusu swala hilo. hakuna cha kuwa na mashaka, wasiwasi wasi, msemaji wa serikali ya Rwanda Yolande Makolo aliambia taarifa, tovuti ya habari ya ndani. Yeye ni binadamu na kama mtu mwingine yeyote, huchukua muda kupumzika. Hakuna jambo la kawaida au la kutisha, mwanafamilia ambaye hakutajwa jina aliyeambia tovuti hiyo. Jeshi la Rwanda katika chapisho la X iliandika kama feki taarifa ambayo ilinasibishwa kwa uongo kwao wenye mitandao ya kijamii wakidai rais anakabiliwa na shida kubwa ya kiafya. Na labda nikukumbushe kidogo taarifa iliyotolewa na jeshi la Rwanda kuhusu habari ambazo zilikuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba rais wa nchi hiyo amefariki dunia. Taarifa ya jeshi la Rwanda ilikuwa ikidai kwamba kauli iliyodai kuwa afya ya rais Paul Kagame iko hatarini sana ni habari za uongo. Kauli hiyo ambayo haijafahamika asili yake Imekuja baada ya taarifa mbalimbali kuibuka kuhusu afya rais Kagame baada ya kutoonekana hadharani kwa takriban wiki tatu. David Himbara, kiongozi wa upinzani anayeishi uhamishoni, ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuzungumzia afya Kagame ya Kagame, ambaye huyu alikuwa ni mshauri wa masuala ya kiuchumi katika ofisi ya Kagame, hivi karibuni amekuwa akidai kuwa rais Kagame ni mgonjwa na kwamba yuko Ujerumani. Gazeti la Rwanda la Taifa lilimnukuu msemaji wa serikali Yolande Makolo akisema kuwa Rais Kagame ni binadamu kama kila mtu ambaye huchukua muda ya kupumzika. Gazeti hilo linamnukuu Makolo likisema rais yuko vizuri na anapumzika kawaida. Kutoonekana kwa ku Rais Kagame hivi majuzi kumetolewa maoni mengi kwenye mitandao ya kijamii na katika mazungumzo ya faragha, japo taarifa hizo hazikuwa rasmi. Lakini wakati wengi wakiendelea kuhoji madai hayo, jeshi la Rwanda lilipuuzilia mbali taarifa hiyo na kusema kwamba ni habari ya uongo. Na kwa wakati huu nimekuja na tukio hili kubwa ambalo lilikuwa likiendelea kuzungumziwa kule nchini Rwanda juu ya jambo zima la rais wake kusemekana kwamba amefariki dunia. Haya ni madai ambayo yalijitokeza mara baada ya rais huyu wa Rwanda kutoonekana kwa kipindi fulani, kipindi cha kama wiki mbili hivi. Haya yamejiri mara baada ya rais huyo wa Rwanda kutokuonekana kwa kipindi cha takriban wiki tatu, jambo ambalo liliwafanya watu wengi kuamini ile mitizamo ya watu tofauti tofauti iliyokuwa ikiwekwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba rais huyu wa Rwanda amefariki dunia. Sasa labda nikukumbushe kwanza kuhusu hizi taarifa vile ambavyo zilikuwa zikizungumzwa kwenye mitandao ya kijamii ambapo taarifa zilikuwa ni nyingi mno, lakini zenye kudai kwamba rais huyu aliweza uh, kupelekwa nchini Ujerumani kwa ajili ya kupatiwa matibabu ya magonjwa kadhaa ambayo watu waliweza kuyaorodhesha ikiwemo ugonjwa wa kansa ya damu, lakini pia ugonjwa wa ini na magonjwa mengine mengi ambayo yaliweza kutajwa, jambo ambalo liliwafanya pia baadhi ya watu kuamini kile ambacho kilikuwa kikizungumzwa lakini baadaye ikaja kutolewa taarifa na jeshi la Rwanda na kudai kwamba rais huyo hajafariki dunia, na watu wapuuze kila taarifa ambayo imekuwa ikizungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu hakuna ukweli kutoka kwenye taarifa hizo ambazo watu wengi walikuwa wakizisambaza mitandaoni na kupelekea taharuki kwa kubwa miongoni mwa wananchi wa kule nchini Rwanda. Lakini sasa masaa machache baadaye, rais huyu wa Rwanda aliweza kuonekana akiwa kwenye kikao ambapo uh, rais huyu alikutana na mmoja kati ya viongozi huko, ambaye kiongozi huyu anafahamika kwa jina la Obasanjo na aliweza kukutana na Rais Kagame katika kijiji cha Urugwiro na rais Kagame alionekana kuwa ni mtu ambaye yuko sawa kabisa, tofauti na vile ambavyo taarifa nyingi zilikuwa zikidai kupitia kwenye mitandao ya kijamii kwamba rais huyo amefariki dunia, jambo ambalo lilipelekea taharuki kuwa kubwa sana, lakini sasa